E bwana, mtazamaji wa Mnyasa Media, niko mze e na mzee wa kunyosha, shabiki wa Yanga Africans. Anaenda kuzungumza naye maswala mbalimbali ya kandanda, kubwa ni kuhusiana na mchezo wao dhidi ya Simba FC, ambapo e, hivi sasa wao wameruhusiwa kuingia bure kabisa ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. E, bila shaka anayo mengi kweli kweli ya kuzungumza, baki nasi mpaka mwisho. E a kunyosha, mambo vipi? E, nashukuru Mungu niko poa kabisa. Uko poa kabisa yeah. Ah, ya mambo yanakwenda bwana, mambo yanaenda, kumekucha mm. Salama, nashukuru Mungu. Niambie bwana, na naarifiwa kwamba Juma eh, Mosi mnaingia bure ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ili swala bano nalipokeaje? Kwanza mimi nimelipokea kwa masikitiko makubwa sana mm. sana sana sana sana, hivi kwa nini? Maanaake tunashindwa manaake kutengeneza kitu ambacho cha kuwashawishi mashabiki yeah. waweze maanaake kuingia manaake uwanjani yeah. Yaani, sisi inaonekana kila daile maanaake ni watu ambao manaake wa kuingia bure bure bure bure, bure ndo nini maanaake yeah. Sawa, mimi siwezi kukataa watu sawa wasiingie bure, lakini inatakiwa manake at least basi wangeshusha tu viingilio hata yeah. wangeweka tafu mbili mbili kama walikuwa wanataka watu waingie bure, lakini sio ile bure moja kwa moja hivyo. Shabiki wa Yanga lini atajivunia manake klabu yake kuichangia klabu yake kuingia uwanjani yeah. na kulipia manake, kwa sababu bure bure hii imekuwa kama ndo mila na desturi sasa. Yanga afikia mimi kiukweli sijapendezwa na hilo yeah. yeah. E, sijapendezwa kabisa kiukweli na wala sikuona mantiki ya kufanya hivyo Sijaiona, ah, bwana, eh, ukweli ni huo. Kwa sababu ile ni klabu klabu inategemea manake mashabiki na no wanachama eh, mashabiki na no wanachama ndio no wanatakiwa manake waipe mapato klabu ili iweze kujiendesha. Leo hii bure bure, ina maana hiyo hela inatoka wapi? inatoka mfukoni kwa klabu kwao eh. Manake unachukua maji eh, unachukua maji baharini eh, unachukua maji mtoni unaenda kumwaga baharini Mwishoni mm, wakati kule yako ya hakutosha, yani. Kwa kwa kifupi, manake mimi naona manake, hiyo kwangu mimi haina mantiki ya aina yoyote, ilitakiwa manake viingiliwe, vipangwe. Kama walikuwa wanataka manake watu waje wengi, wangeweka hata fumbili mbili, wangeweka hata bukubuku, wangeweka hata jelojelo, ila kitu kilichotakiwa manake kuwa hela ifanyaje Kiingilio maana yake ni kiwepo, lakini sio hiki neno la bure. Sisi tumeshachoka hawa wanaingizwa bure, hawa wanaingizwa bure, sisi hatuingizi bure. Hiyo kauli sisi tumeshaichoka kuisikia. Simba wanashangaa, nyinyi mnaingizwa bure bwana, wakati wao wanaingilia fedha. Kulikoni bwana? Wakati wao wenyewe wanasema kwamba katika baadhi ya mechi za miaka ya nyuma wamefungwa dhidi ya mkana kule Zambia, wamefika hapa, wameingia kwa fedha, eh shilingi elfu... <coughs> tatu elfu, elfu tano elfu kumi wameingia fedha pale, wamepoteza bwana. Hii wanaingilia fedha nini? Kwa nini tunashinda kutumia hiyo fursa ya e, kukusanya uchumi? Maanake mashabiki watakuja kwa wingi kuipatia sapoti timu yao, msasiku wanaingia bila fedha. Kwanza lazima tushangae kwanza, yani lazima tuwe wazi. Sisi mashabiki wa Yanga lazima tuambizane ukweli. Sisi mashabiki wa Yanga tunapenda timu hatupendi mpira mm. Umeshaona eh. Sisi tunapenda timu hatupendi mpira mm. Si unashanielewa mm. Kwa nini nasema hivyo? Sisi sio waendaji wa uwanjani. Ukisikia bure kama hivyo, watu kesho watafunja mpaka na mageti mm. Ya, mimi hiyo yaani, Jumamosi hiyo watu wanavunja hadi na mageti kabisa kwa sababu ya bure. Nakumbuka mimi mechi ya Mamelodi na, na Yanga hmm. ya hapa kwa Mkapa zilitokea ghasia mpaka mabomu yalipigwa kwa ajili ya nini? ya kuweka bure bure, maanake hata yule asioenda uwanjani anaenda Mm. sielewa. mm. Alafu pia unapofanya bure unaishushia heshima klabu, klabu ya Yanga ni klabu kubwa. Klabu ya Yanga natakiwa ikusanye mapato, una waingizaji watu bure, una vilema mule usema. Manake labda manake haezi kupata hata mtu shilingi elfu mbili, weka basi hata shilingi elfu mbili, weka hata kama shilingi elfu moja, mradi watu waingie, manake na hela kuingia bure ni nini sasa manake Ina maana e, sisi mashabiki wa Yanga tayari tumeshazoea manake sisi kuingizwa bure. Ndio jibu lake hilo. Sisi tumeshazoea e, yani, vya bure yani manake mselelee. Kwani sisi tunataka mselelee kwa manake. Eh, mselelee ni starehe e, gharama. Bwana, mpira ni starehe. Kwa nini usiigaramikie na unaipenda timu yako? Kama unaweza kununua jezi kwa nini usiingie na hela? Eh? Yeah. Kama unakata kadi ya wanachama, kwa nini usiingie uwanjani na hela? Mimi kwa kweli viongozi hapo bwana, mimi siwezi kuwa nao pamoja hapo. Mimi naona wameteleza, wameteleza pakubwa, wamekosea. Ni yani kwa kifupi, waingize nini bure, hey? Eh? Mimi, mimi mimi binafsi yangu siwezi kwenda uwanjani, siwezi kwenda kuingia bure. Kwa, eh, kwa mimi binafsi yangu siwezi kwenda uwanjani, manake najua klabu yangu manake inapata mapato, ningenda. Lakini bure mimi siwezi siwezi kwenda naendaje mimi? Niingizwe bure mimi wakati mimi na uwezo wa kupata manake elfu mbili, elfu tatu, elfu tano naipata mm. Kwa nini yani manake shilingi elfu tano, kiingilio yani shilingi elfu tano, kwa shabiki unaoipenda timu yako, ushindwe kuitoa uingie uwanjani? Hizi ni dharau bwana. Kiukweli yani ni dharau kubwa sana maanake Simba nyinyi wamewapiga parefu sana kwenye swala zima la spaogo. Simba fikiria, Simba angekuwa kama kuingiza mashabiki wao bure? Ni simba kafungwa na mtani wake mara sita sita, namfunga mara sita Simba, lakini anaingia na hela uwanjani, anapoteza mechi huko, akija hapa kwa Mkapa anaingia na hela Umeshaona? Mm. Sasa sisi bule bule mpaka lini? Na mimi msingi wa bule. Sisi ni mashabiki wa Yanga ni wazito kuingia uwanjani na ndio maana maanake tunawapa kazi viongozi. Sasa wanaona atumie mbinu maanake kutununulia tiketi. Kaka zote tiketi lazima ametununulia. Kaka pale kafu lazima wanataka mapato yao, uwanja unatakiwa ulipwe, kila kitu maanake kiende serikali inatakiwa apate lao. Ina maana tumenunuliwa tiketi maanake. Sasa ni maanake nini maanake? Sisi tunakuwa watu wa bule bule. Mimi nashangaa sana mashabiki wa Yanga kama maanake watasupport hilo swala ambalo maanake la kuingizwa bule na mimi nataka niombe kabisa, kana kana kama ikiwezekana, kwa sababu ni bado watangaze tu viingilio tena upya, hata kama vile vya bei rahisi, watu waingie na kiingilio, hata ungeka 500 tayari hiyo. Kwani mia tano ni ndogo? Hiyo ni hela, lakini sio bure. Kwa nini mtuingize bure? Ni yani sisi vilema, sisi omba omba? Wanatufanyia vitu ambavyo vya ovyo vya ovyo kabisa, ingie bure. Ni mashabiki wa Yanga tu. Mashabiki wa Yanga sisi jinsi ambavyo tulivyo sio waendaji wa uwanjani. Kwa sababu Simba wanaipenda klabu yao lazima watakuwa wengi. Wewe Simba ndio mashabiki wengi. Eh, sasa sio wanapenda klabu yao? Eh. Sisi hapa sindo kama hivyo mpaka kutuona tuwe wengi mpaka tuwe bure. Tuingizwe bure ndio unaona wengi manake. Yeye ni mamosi, nakwambia hivi panakuwa patoshi. Magete yatavunjwa. Yaani bure ndio kwa tena hasara. Miundo mbinu pale itaharibika na mabomu yatapigwa. Si bure. Kwa nini usiweke kiingilio ambacho hata kidogo ni manake, yani mtu atoe hela, inakuwaje bule bule? Mtu atoe anatakiwa fanyaje hapa hii? hii ishapitwa na wakati, toka manji huko anaingiza bule bado na sisi tunaendelea yani, na maana sisi hapa style yetu manake ni ya bule eh, kiambiwa supu ya bule hivyo ni manake watu anamiminika hivi sasa kwa, kwa mazingira haya uwanjani mna kwenda sasa. Je, mnaweza kufunga hiyo timu ya sika ya Malawi kwa mazingira kama haya haya haya? Kwa mazingira haya haya, si nje ambayo maana yake uwanja ni mambo mengine na nini na swala yes. Ya kushinda mchezo, mimi natumaini maana yake mm. Kwa sababu yule kocha ambaye maana yake nilikuwa mimi nampigia kelele aondoke aondokeondoke tayari kashaondoka, na imani sasa, hizi hapa kuna benchi ambalo jipya ambalo ambaye yeye aliletwa kama msaidizi siku mbili hizi, na imani kutakuwa na mabadiliko na timu inaweza ikafanya vizuri, ila endapo kama itafanya vibaya hizi lawama zote hizi hawezi kuziepuka viongozi, hizi zitakuwa zita, kwa sababu hii hii ni mistake ambayo ya, ya mara pili. Nakumbuka hii inafanyika mwaka msimu uliopita ilitokea hivi hivi, kocha kocha, tukamwondoa Gamondi wakati tukiwa kwenye mashindano. Mwisho wa siku tukashindwa kuvuka tena tena hatua nyingine kwenda robo finali, kwa sababu tumemleta kocha mgeni. Kwa mwisho wa siku tulitakia tupate goli tu hapa Benjamin Mkapa tukatoka bila bila, tukashindwa kwenda kufuzwa. Ni maana ilikuwa tupate tu goli tu tufuzwe, tukashindwa. Kwa hiyo na safari tena, viongozi wamerudia vile vile, tupo katika mashindano, kocha Afai anaondoka, mikoba anapewa kocha msaidizi. Nimedua tu hapo kuomba dua nyingi tuweze kuvuka, kwa sababu naamini, maana ile timu sio kama ina uwezo kuliko timu ya Yanga na imani kabisa kuwa tunaweza tukatoboa akbado mimi nataka niwaambie mashabiki, ikiwemo na mimi mwenyewe, tujifunze kununua tiketi. Haya maswala ya bure bure tuyapige vita, maswala ya kuingizwa bure tuyapige vita. Klabu yetu inatakiwa ipate mapato kupitia sisi mashabiki na wanachama. Tusio tunashangilia tu, tunaingizwa bure, tunaingizwa bure, klabu inapataje mapato? Kwanza moja, tunaondoa mvuto kwenye klabu yetu, na kitu kingine bado. Saa hizi hapa tujachelewa, viongozi wanaweza wakakaa saizi, waweke hata kiingilio bukubuku, watangaze viingilio hata bukubuku, watu waende, wafanye kampeni, watu wahamasishe, watu kwenda uwanjani, wakaisapoti timu yao. Sio kuisapoti timu yako kwa bure, haina mvuto. Hata ukishinda unajinasibu vipi bwana? Hujatumia gharama yako aina yoyote, gharama yako kufika tu pale Benjamini Mkapa bwana. Mimi ndio hiyo rai yangu kwa mashabiki wa Yanga. Eh bwana, shukran sana, asante.